Kuna injinia Ali hapa, yeye ya ndiye fundi ambaye anasimamia grupu zake katika uchimbaji wa visima hivi, lakini upande wa serikali tunaye mheshimiwa diwani, yeye ndiye ambaye huonesha pointi hizi, lakini pia baadhi ya maombi kupitia kwake na kuonesha wapi e, visima hivi vikachimbwe. Lakini pia huonesha ushirikiano mkubwa wakati wa ufunguzi wa visima hivi, naye huwa anashiriki katika ufunguzi. Lakini pia tunaye Sheh Hassan ambaye anatokea Dar es Salaam, yeye ndiye anaongoza dua siku ya ufunguzi wa visima hivi ambavyo gharama yake ni ndogo, na watu wengi wanapenda kuchimba kwa ajili ya familia zao, na visima hivi huhitaji uangalizi tu wa karibu na vikaweza kufanya kazi kwa muda mrefu na wananchi wakafaidika na maji haya safi. Minalma kula shaiin hai, tumejaalia kutokana na maji kila kitu kuwa hai, ima kila kitu kupata uhai. E, kukikosekana maji hakuna kitu ambacho kitaweza kufanyika katika dunia hii na hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema katika maneno yake kwamba atakapoyakausha maji, mtakapolala asubuhi mkaamka maji ikawa hamna, manyatikum bimain shahasan ha, nani atakakuleteeni maji mengine ambayo mnaweza kutumia? Kwa hiyo maji ni katika sifa kubwa an, au ni katika jambo kubwa kabisa, na sadaka ya maji Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kuwa ni miongoni mwa sadaka kubwa sana, hivyo tunahamasisha na wengine ambao watapenda kufanya e, sadaka ya visima hivi vidogo vyenye gharama nafuu, basi wanaweza kuwasiliana na Jamiatul Firdaus Al-Khairia. Nasi tunashirikiana na e, viongozi wetu wa serikali, diwani na wengine, kutuonesha zile pointi na visima hivi e, vinachimbwa na vinaangaliwa na hatimaye kisima hichi kimechimbwa e, mwaka 2024 Novemba, na mpaka leo kinatoa maji na viko visima vingine ambavyo tumevitembelea, vina miaka mitatu minne, vingine vina miaka mitano bado vinaendelea e, kutoa maji. Basi e, hatuna zaidi ya kuwashukuru wale ambao wametoa chao kwa ajili ya kufanya hili na kuwahamasisha wale wengine waweze kutoa ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi na vijiji vingi zaidi.